Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu. Uh, leo ni siku nyingine ambayo imempendeza Mungu niweze kuandaa totorio kwa ajili ya kufundisha uh, namna uh, ya kufanya mixing katika FL Studio, wimbo wa kuabudu au uh, vitu ambavyo nimevitumia katika kufanya mixing ya biti katika FL Studio. Ah, kitu cha kwanza niombe tu rehema kwa sababu kwa muda mrefu nilikuwa nimekaa sijaandaa tutorial, lakini ni kwa sababu ya changamoto za hapa na pale. Lakini kwa neema ya Mungu imempendeza Mungu ya kwamba leo tena tuanze darasa, na ninaomba ni kwaidi ya kwamba hatutasimama kuendelea na darasa. Kwa hiyo karibu sana. Kama hujawahi kusubscribe kwenye channel hii, basi nikuombe subscribe, like, ucomment na uniambie ni nini unahitaji ili niweze kukusaidia. Pia, kama utakuwa unahitaji hii beat ama unahitaji beat nyingine, basi utaweza kukomenti hapo chini ili kusudi nikupe namba ya mawasiliano niweze kufanyia kama inavyostahili. Kwa hiyo, naomba kabla ya muda kuisha tuweze kuanza somo letu moja kwa moja. Sasa tutaanza kuangalia vitu ambavyo nimevitumia kwenye hii beat, ambavyo nimevitumia kwenye hii beat, alafu baadaye tutaelekezana ni nini kinachofuata. Kwa hiyo uh, kitu cha kwanza ambacho nilianza kupiga nilianza kupiga kitu kama hichi hapa. Hii ilipatikana kwenye kontakti. Uh, nikachagua katika library ya contact nikachagua Yamaha alafu nikafungua mahali hapa pa drums. Nikachagua kitu kama hichi hapa ninachokuonyesha kwenye kasa hichi hapa. Uh, baadaye baada ya kuwa nimemaliza nilianza kupiga drums kama drums za live ambapo nilipiga namna hii, unaweza angalia vile nilichola, ina saundi hivi drums, kiangalia, ina saundi kama drums ya live, lakini drums ambayo inaitwa addictive. Kwa hiyo unaweza itafuta hii hapa, unaweza itafuta ukaidownload. So nilikuja nikachagua um, Uh, hii program nikapiga drums zangu, kwa hiyo nikawa nimepata, uh, nikawa nimepata, uh, kiki ya namna hiyo, lakini pia ilikuwa haisound hivyo, ilinibidi niingize kwenye mixer hiyo kiki na sinea na hati nikaanza kumix kama ifuatavyo. Ukiangalia kwenye mixer yangu kuna kiki nimeiweka yenyewe, unaweza sikia kwanza ukiangalia hapa kuna vile nilichola nikapandisha, hii uh, sehemu ya base juu kidogo, alafu katikati nikashusha namna hiyo, alafu nikaweka EQ, pala, uh, parametric EQ, nikaweka nikapandisha namna hii kama hivyo ambavyo uh, inaonekana, alafu pia niliweza kuweka pa, parametric EQ2 pia nikapandisha hivi Alafu pia nikaweka compressor ambapo ni compressor hii. Kwa hiyo nikizima hivi utasikia vile kiki itakavyoweza kusound. Nasikia haina nguvu, lakini kiwasha. Lakini pia ukiangalia, uh, nikiwasha kama sijaweka compressor, unasikia hiyo kiki Uh, inakuwa kama ina palaza. Kwa hiyo kitu ambacho nilikifanya kingine niliweza kuweka kompresa ili kukompress kuweka hiyo kiki ikuwe laini na pia isiwe na kelele. Sasa sikiliza, hapo ni bila kompresa, lakini ikiweka kompresa ko, nafikiri unasikia ko, nikiachilia pamoja na, ni pa na beats, Italia namna hii, hebu sikiliza. Ni kama hivyo. Kitu kingine ambacho nilicheza kwenye hii beats niliweza kucheza hicho kinanokisikia nimekipata kwenye, kwenye contact, nikaweka mahali hapo. Utatafuta hii utatafuta hii, hii utaipata tu kwa mtandao, uta download, utaweka. Lakini pia kama utakuwa unahitaji, nitakutumia kwa hiyo. Baada ya kuwa nimeweka, nilipata sound hii hapa, sikiliza vizuri. Baada ya hapo niliweza kuweka kitu kingine ambacho besi, ili, uh, niliweka besi lakini kwa sababu ya alamu ya kompyuta ilibidi niweze kuifunga namna hiyo na kuilenda. Kwa hiyo sikuweza um, kuiweka vile inatakikana ili uiona, lakini ilikuwa ni besi ya laviti. Nilikuja nikachagua laviti kwa api laviti namna hii, baadaye baada ya kuichagua nilikuja mahali hapa nikachagua sehemu ya gita, nikachagua besi, nikachagua besi hii hapa, ukisikia navyo saundi. Kwa hiyo ndio besi ambayo nimetumia mahali hapo, nikapata saundi hiyo. Kwa hiyo baadaye, baada ya kumaliza niliweza kuizipu lakini pia kitu kingine ambacho niliweza kucheza ni hii hapa kwa hiyo, baadaye nilikuja na namna hii. Nikachagua hichi kinanda hichi hapa, hichi hapa, nikachagua, nikaweka, nikafanya setting kidogo aa, nikawa nimemaliza hiyo kitu kingine ambacho nilicheza, hii beat sikucheza vitu vingi sana. Ah, niliweka tu vitu kidogo, kwa sababu nilitamani kutengeneza, ah, beat ya live ambayo, ah, mtu akisikia hisi kama ni beat ya live. Kingine ndicho ni piano ya Kontakt, lakini pia kuna kitu nimekicheza hapo hivi, ngoja nikitafute nafikiri umekasikia sasikia ikiwa pamoja na vyombo vilinaimba. So baada ya kumaliza hapo, uh, nafikiri itakuwa ni kwenye somo la pili, uh, niliweza kuingiza hivi vitu vyote kwenye mixer hii sasa, nitakuja nielekeze kwenye somo la pili, vile niliingiza drums zile kwenye mixer na vile niliingiza vinanda kwenye mixer m, uh, pia nikaja nikatengeneza group. Ukiangalia hapa, nikipiga beat yangu, kuna group namna hii mahali hapa. Kwa hiyo nikombe ya kwamba wewe ambao unanifuatilia usikose uh, muendelezo wa sehemu nyingine inayofuata. Kwa hiyo nikuombe ya kwamba, uh, kama uja subscribe, subscribe, like, comment, ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu ili upate mafunzo yaliyo sahihi kwa ajili uh, ya mziki wako. Kwa hiyo nitaachilia wimbo utausikia kidogo <muchos>